Ya pasipoti kwanza, ukipoteza pasipoti eh, hii ya kielektroniki gharama yake kuipata ni laki tano. Utalipi, ukipoteza, ukipoteza au ukiibiwa utalipia laki tano. Ikiharibika aidha labda imekiwa ime, ime maji imeungua ile, utalipia shilingi laki tatu, na aliyeko nje ya, ya, ya, ya nchi akipotezea nje yeye atalipa dola mia mbili na hamsini. Na ukipoteza mara ya pili ina maana utalipa shilingi laki saba na elfu hamsini <laughs> au dola mia tatu na hamsini, na aliyepoteza yaani iliyoharibika ina, yani ina maana yeye atalipa tu e, laki tatu, na kama imeharibikia akiwa nje atalipa dola mia moja na hamsini, na lazima huyu uh, mtu wakati wa kuomba E, lazima atajaza tena fomu upya kwa njia ya mtandao, ataiwasilisha, atalipa tena laki moja na elfu hamsini nani hiyo laki tano anailipia, alafu ataambatanisha na kiapo cha kuhusiana na upotevu wa hiyo paspoti, ataambatanisha na na, na, na, na, taarifa kutoka polisi, ile lost report. Alafu pia ataambatanisha na uthibitisho kama yeye ni, ni ndio raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ndio mwenyewe alikuwa anamiliki wa paspoti na pia eh, huyo mwombaji sasa ataandika pia na, na, na, na, na barua ya kuweza kuomba tena kupatiwa hiyo paspoti. Kwa hiyo wao, tunaona kwenye magazeti si fulani paspoti imepotea. eh, na pia atatangaza kwenye gazeti. E, utangaze uh -huh. ni, ni, ni, ni eh, kwa sababu kama imepoteza inawezekana ukitangaza kwenye gazeti ukaipata, yeah, yeah.